familia ya Carol Lwanga mwanafunzi wa kidato cha pili inaomboleza kifo cha binti yao anayedaiwa kuuawa na mpenzi wake wa kidato cha nne kwa kukataa kuavya mimba. Gresi alikuwa mpendwa wangu na nilikuwa nampenda na mpenda na moyo wote. Babu yake mwanafunzi aliyeuawa Robert Wasamba sasa anatoa wito kwa asasi za usalama kuhakikishia haki kwa familia yake. Kufika kwa mtoto nikapata amekatwa kabisa, upongo imetoka kipande miwili ya upongo, moja huku mmoja huko, na alikatwa mapanga tatu. Panga ingine ilikata mpaka masikio, hiyo alikatwa panga ingine ilikatwa kwa mapeka, panga ingine ilikatwa kwa kijwa, akaanguka. Na ninaamini kama maneno ya pangi, kama ni maneno ingine, kama amelaniwa, mimi sijui. Sasa Mungu mwenyewe ndio atajua. Ayuma Janlita. Kwingineko, waombolezaji wa, wa kijiji cha Burangasi Navakholo walikusanyika kumzika Irene Oyalo anayedaiwa kuuawa na mume wake kufuatia mzozo wa kukataa kumpikia nyama. Hata hiyo mutu alifanya hiyo kitendo, si ati ni mutu ambaye anatosha kuwa na simama na kusema ye ni mwanaume. Kimile yetu tunasemanga ya kwamba hakuna wakati ambaye tunaua mama na mtoto ni wanaume ndio wanakutana kwa kiwanja. Sasa hii imetendeka, sijui tutasema nini, na to make the matters worse. ile kitu ambaye Irene aliwawa ni kwa sababu ya chakula. Wanasiasa waliohudhuria mazishi hayo waliahidi kuwasilisha mswada bungeni unaopendekeza adhabu kali kwa wanaotekeleza ukatili wa kijinsia. Huyo mwenye alifanya hivi, saa yako hospitali akitibiwa akiamuka, awe mgeni wa serikali ya kule, haki ambayo inestahili kwake. Wewe mwenye ulifanya hiyo, usichukue simu yako upigie mheshimiwa Wangwe umwambie mheshimiwa, nitete. Ukishikwa enda kotini, jitetee huko. Ukifungwa tukusalamie kule kwa dirisha, ukiozea mle ndani. I dont want to defend an outright genocide. Hii ni kuua kikaidi ni matukio ambayo yamezua mjadala mkubwa kuhusu kesi zinazoendelea za ukatili wa kijinsia nchini, huku hatua kali zikihitajika kukomesha visa hivyo. Mimi ningeomba ya kwamba serikali, mkiwa hapa jameni, mhakikishe ya kwamba Irene anapoenda atendewe kitendo cha haki, koti zihakikishe ya, ya kwamba yule jamaa atendewe kitendo cha haki. Robi Chacha, K24 TV.